Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu kazi Vijana, Ajira na Wenye ulemavu Patrobas Katambi amewasihi madereva wa vyombo vya moto kuepuka tabia za jeuri na kiburi wawapo barabarani, kwani hali hiyo inaweza kusababisha mauti na upotevu wa mali. Katambi alitoa wito huo leo Jumamosi, Juni 21, mwaka 2025 kwa niaba ya Waziri Mkuu, Kasim Majaliwa, alipokuwa akizungumza katika kongamano la kitaifa la madereva la kumpongeza na kumuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio ya sekta ya usafirishaji nchini lililofanyika jijini Dar es Salaam. Tuepuke ajali, lakini pia tunasema kwamba epuka jeuri na kiburi, kwa sababu ni mauti. Jeuri na kiburi ni mauti, hasara kama sio hasara kwa chombo ni hasara kwako wewe mwenyewe, si ndio? Lakini kwa sababu ya jeuri na kiburi, sisi ambao ni madereva wa, mas, wa masafa marefu, ndio kuna kuchoka, ndio kuna nini, na kuna wengine sasa pia tuna vigari vidogo vidogo tunadharau hivi. Mheshimiwa DCP ameieleza vizuri, lakini ukifanya jeuri ndugu yangu, hivi nani anaumia? Siku moja nimekuja kuona ajali moja, liligongana lori na costa, siku kwenye lori yuko juu yu. Lakini sijui ilipigwaje, ile kitu kama ile ya waita nini, wale msondo ni nani? Wale vijana waita nani, wanasema inapigwaje hapo? Nani anaita misondo huyo? Yaani ilivyopigwa ile kosta na lile lori, kile kichwa cha lori ni nyanga nyanga, alafu kosta na yenyewe uno, hata mabati yake, unajiuliza, hiki kilikuwa kipande cha wapi Uelewi kama ilikuwa ni cha mbele au cha nyuma, alafu ndio maisha yao yakaishia pale. Sasa tafsiri yake, kumbe hakuna gari kubwa wala ndogo, ajali ni ajali. Lakini jeuli yake, unajua ilikuwa nini? Kale kama mstari ka katikati kale, sawa? Eh, sio amepigana fulu yule, kapiga fulu, na yule naye mwingine naye anakosta na taa yake naye gari anampiga fulu. Sijui kama inamfikia kule juu, maana nyie mnaonaga mko mbinguni pale juu. Sasa ile jeuri nadhani waliona kwamba taa zao wanakomeshana. Wote wanakaa kali. Wakaamua jambo moja nadhani mwenye lori akaamua kusogea kidogo hivi. Ili kwa msimu unajua gazini. Kwa mzee unaielewa vizuri zaidi ile kitu. <laughs> Kwamba ni mbane kidogo hivi atie adabu. Si ndio? Ni mpushi pembeni. Kumbe na yeye na wakosta naye anawaza kwa sababu taa yangu kali moja, ni msogezee vizuri zaidi. Matokeo yake ikawa nini? Sasa hapo kwa faida ya nani? Kwa hiyo kiburi na jeuri yetu barabarani inaweza kuleta mauti, inaweza kuleta upotevu wa mali na madhara makubwa. Hilo tulizingatia, ndugu zangu, nawaomba sana, kwa sababu hamna mjanja, si ndio eh? Hakuna. Sasa hivi Israel na Iran wanapigana, uongo? Lakini hata kama utazuia makombora, hata kama likikufikia ni sawa, na hapo kusema unapigana. Unajua kupigana sio ujanja Kipigana kuna maslahi gani? Sasa chuk chukulia, umepigana na brother hapo, sio umempiga au yeye kakupiga? Sasa yule mshindi anasema ni umeona nilivyomtandika, lakini tayari kakutoboa jicho. Ni nini? Ni ushindi gani? kwa sababu mwisho wa siku lazima kuna damage au kuna madhara ambayo yatakuwa kwa kwa. Tukwepe na kuepuka ajali, tufuate sheria na usalama barabarani, na tufuate amri za mamlaka na amri halali za mamlaka zilizoko polisi na kadhalika. Haya yatatusaidia sana, lakini nafahamu kwa sababu mmekuwa mkiafanya hayo na kwa kweli ajali zimepungua. Hata kama wangeeleza hapa afande angepata nafasi, angekwambia umeweza kudhibiti kwa kiwango kikubwa sana uwepo wa ajali. Hilo nawapongeza kwa sababu hatua ya kwanza ni nyinyi wenyewe, uamuzi wa kupunguza ajali. Jipigeni makofi. Lakini pia upande wa pili, tunao wajibu huo, uwa wajibu mlionao nyinyi kwa kuyatenda hayo, na ndio tunawaomba pia. Hata ofisi ya Waziri Mkuu tunasimamia masuala ya pambana na madawa ya kulevya, tunawaomba sana msibiti, na tuache kama tunatumia au wale wanaotumia tuwaambie kule, na naamini hao awa ambao hawajaja wa kule. Kwa hiyo mkawaambie habari wa waache, yana madhara tu, lakini hivyo hivyo tunafahamu tuna vituo vingi, tunaambia tajiri ingia WhatsApp imekata mekata Blackie, zile na nini zile? E, ile booster. Busta busta me, imefyatuka ngoma. Kumbe unataka ulale Morogoro. Sasa unalala pale una bibi pale, ukitoka tena ukizogeza mbele mbele kidogo, labda unaenda Mwanza. Fika Dodoma tena naenyewe, kuna sababu nyingine unalala leo, tumechelewa fuleni, nalala tena Morogoro, unabibi pale nasogea tena Singida una bibi pale. Uongo kweli? Yani kama namsema hivi mtu hapo namuona, pigieni makofi. Akifika Mwanza anamalizia wa mwisho, alafu anarudi. Sasa akirudi, anarudi na samaki wa Mwanza, anaacha Singida samaki, alafu Singida pale huko kuna kuku, anachukua anamletea wadodoma. Wadodoma anachukua zabibu anamletea wadada. Piga makofi kwa dereva huyo. Sinamini mwenzenu <coughs> sema, Katambi we uongo, kwe. Niendelee ani siendelee? Natafuta balaa mimi, jamani. Madereva we sasa, hizo zipo, lakini umakini uwepo, kwa sababu ugonjwa wa ukimwi upo bado, maambukizi yapo, na ofisi ya Waziri Mkuu inasimama na hilo. Tulinde afya zetu, tujitahidi tujitahidi sana kulinda afya zetu, lakini pia upande sisi wa serikali tunaendelea kuwa hapa ahadi kupitia Dr Samia Suluhu Hassan na waziri mkuu, lakini pia kusema kwamba kwenye sehemu zote zenye sera, sheria na taratibu za masuala yote ya haki za kufanya usafirishaji na uchukuzi na hata wizara ambazo mmezialika siku ya leo hapa, sisi serikali ni moja. Waje au wasije, sisi tuna wajibu wa kuwasimamia. Kwa hiyo ofisi ya waziri mkuu ndiye kiongozi ndo anaitwa waziri mkuu, ni msimamizi wa shughuli zote za serikali na ndiye mtendaji katika shughuli zote za serikali. Kwa hiyo hata wenzetu ambao hawajaja hapa ni sawa na wamekuja, kwa sababu ofisi ya waziri mkuu mko nayo hapa. Tutawapa maelekezo na maagizo kupitia waziri mkuu mwenyewe ili akilenu iweze kutekelezwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, Alberti Msando amesema wilaya hiyo imeanza mkakati wa kuhakikisha ajali za barabarani zinapungua kwa kufunga kamera za barabarani katika maeneo mbalimbali. Lakini pia niendelee kuwaomba waheshimiwa kwa uh, madereva hawa pamoja na wamiliki wa magari. Pamoja na hayo yote, tunataka kuboresha, na mimi nimeshaelekeza na tumeshafanya wilaya ya Ubungo, kwa wale ambao hamjaona wakati wote mimi nawaona barabarani na hata mheshimiwa naibu waziri hapa nimemuonyesha nime kwamba nikikaa kupitia simu yangu hapa, mimi naweza kuona malori yanavyoingia na kutoka kwenye eneo la Goba Center Goba njia nne, na leo tunaenda kufunga kamera nyingine pale Mbezi na kamera nyingine tutafunga maeneo ya Magomeni. Kwa hiyo hapa kwa wakati huu nikikaa, ni kwamba nina uwezo wa kukuambia kwamba Goba nani ametanua na nani anashusha njiani nani ambaye ni mkorofi? Ni dereva wa bodaboda au ni dereva wa lori au ni sehemu gani? Kwa mfano hapa, kamishna anaweza kuwa shuhuda, umeona hili lori linapakua hapo mbele, lina zaidi ya dakika kumi na tano toka limeingia Ubungo. Kwa hiyo nawaona, si ndio jamani? Tunaona na hiki tunachoenda kukifanya sisi naona mnavyopita na malori yenu, huyo amepita, ile imebeba nini hilo? Naliona hapa na hivi sasa hivi. Sawa, kwa OCD wa Magopane, OCD wa Kimara, OCD wa Magomeni na OCD wa Kinondoni watakuwa wana simu za smart kuanzia Jumatano, ambao watakuwa wanaona unavyoingia na kutoka Dar es Salaam. kamera hizi tutazifunga kwenye barabara zote za kuingia na kutokea Dar es Salaam ambazo mnapita. Kwa hiyo niwaombe mfuate sheria, kwa sababu automatically tutawapiga fine, kwa sababu polisi akikukamata una fine mbili elfu thelathini ya kutumia vibara barabarani na fine nyingine. Kwa hiyo hii utalipa. Kwa hiyo niwaombe, na nimesema nilisema naibu waziri mtamsumbua kumwomba anipigie simu, kwa kweli msihangaike kama umevunja sheria na umesababisha foleni kwa makusudi, usiangaike kunipigia simu kuniomba. Wewe lipa hiyo elfu sitini tuongeze mapato ya serikali, tuawekee madaraja zaidi, tuweze kuweka vivuko zaidi, tuweze kuweka lami zaidi. Lakini ukifuata sheria, mimi na wewe tutabaki kuwa ni marafiki bora kabisa. Mimi naitwa Hassan Dede, mwenyekiti wa chama cha madereva wa mabasi nchini Tanzania. Kazi ya madereva ni kazi kubwa ambayo mheshimiwa rasi bian rasmi iweze kuifahamu. Ni watu ambao tunakuza pato la taifa kwa asilimia mia moja. Leo nchi imefunguka, bandari zetu zinafanya kazi vizuri, lakini sisi ndio tunategemea kuhamisha hiyo mizigo kuitoa bandarini na kuipeleka sehemu zingine, ili hawa wawekezaji ambao wamekuja kuwekeza kwenye nchi yetu waweze kuongeza mzigo na kutoa ajira kwa vijana kwa wingi, lakini halikadhalika tunasafirisha abiria kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Hiyo yote ni kwenda kutekeleza majukumu yao na majukumu ya kuisha kwamba serikali hii inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuisha kwamba inafanya vizuri pale wafanyakazi wanafika makazini kwa muda wakati sisi madereva ndio wafanya kazi hiyo. Lakini tunatoa abiria wetu kuwatoa mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, wanatoka hapa Dar es Salaam, wanatoka Mwanza, wanatoka Bukoba, wanakwenda sehemu mbalimbali, kwa sisi kama madereva ndio wafanyaji wa majukumu hayo kwa asilimia mia moja. Lakini utambue, kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ndio wa kwanza kuamka kwa, lakini ndio wa mwisho kulala kwa sababu dereva anaanza kuamka abiria anapanda. Kwa, kwa hivyo pamoja na hayo mengi yapo mengi ambayo yatazungumzwa kwenye hotuba yetu, lakini kupisha kidogo kumuone jinsi gani wa dereva tuna kiu sasa ya kuiambia umma, kuwaeleza umma na kuwaeleza watanzania yale ambayo yamefanyika na serikali hii, lakini na yale ambayo pia tunahitaji kufanya. Limekuwepo swala zima ambalo baadhi ya watu ama baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakitumia mwanya huu wa madereva kufanya harakati zao na kufanya vitu ambavyo sawa sawasawa. Sisi kama taasisi, sisi kama chama kushirikiana vyama vya wenzetu pacha, maana vyama vyafanya kazi madereva tunapogundua kuna jambo lolote ambalo linakwenda kuleta mambo sitofahamu, tuna jinsi gani kulizungumza kabla hajatokea tatizo kwao. Sisi tunaamini katika meza mazungumzo, kushirikishana na kuzungumza kwa pamoja. Kwa kufanya hivyo, tumeamua kukaa sisi pamoja na chama cha wamiliki maana tamstoa, lakini na kampuni ya Alliance Technology kwa ajili ya kutengeneza mfumo ambao madereva watakuwa ndani ya mfumo mmoja ambao utasimama na mfumo wa serikali na mfumo wa chama cha madereva. Hilo tumeamua kufanya, aliko mwishoni kuweza kukamilika zoezi hilo. Kufanya hivyo, maana yake dereva huyu hatapatikana kijiweni. Dereva atakuja na document na leseni yake, tutaingiza kwenye mfumo, kisha dereva tutamtambua kwamba dereva huyu ni sahihi, anastahili kuajiriwa na atapata ajira ambayo itaweza yeye kumsalimisha kwao. Tunakwenda kurasimisha dereva awe sasa, na yeye ni mtu ambaye, kama jinsi ninavyosoma, ni professional. Sasa tunakwenda kufanya hivyo. Sasa hayo hatuwezi kuyafanya kwa kutumia harakati, hatuwezi kuyafanya kwa kuleta changamoto. Lazima sisi tukae, tuzungumze, tujadiliane kwaisho kama tunakwenda kumboleshea maisha huyu dereva.